Daktari Samia huyu tumepewa na Mungu, yako maneno maneno mengi, na kama unavyojua, kwenye kila jambo jema, vita haifai nini, haikosekani. Jambo letu jema ni kiongozi wetu mama, mshupavu, mvumilivu, mwenye utu na upendo. Kwa hiyo sisi tufuatishe maneno yao kipindi cha uchaguzi au tufuatishe utu wake kabla ya uchaguzi? Si tunautazama utu wake? Ametuongoza vyema, taifa limebaki moja, halijagawanyika, hatuna habari ya ukabila. Ndio maana mimi mtoto wenu nimepewa ridhaa ya kugombea nafasi ya ubunge wapi? Hiyo ni dalili ya kwamba Tanzania haina nini? Tanzania haina udini. Ndio maana hapa ndani hatuulizani habari ya nini. Sasa haya yote yanafanyika chini ya utawala wa chama cha. Kwa hiyo tukiendelea kukipa nafasi chama cha mapinduzi kubaki madarakani, kinatoa fursa kwa kila mtoto wa Tanzania kufanikiwa popote aendapo. Wengine wataongelea habari ya ukabila, wengine wataongelea habari ya udini, wengine wataongelea habari ya mapesa yao, wengine habari ya umri, wengine wataongelea habari ya elimu, lakini chama hiki kimetufanya tumekuwa watu, na anayefanya yote haya ni Daktari Samia Suluhu Hassan.